Niko Mwenge kwenye mnada ambao ndio chimbo letu lakini, kwenye mnada huu kuna vitu vingi vizuri. Kuna huduma ya kihospitali na tuko na mwanadada, afisa mahusiano kutoka Kairuki. Niko very surprised kuona Kairuki wako kwenye mnada. nini haswa tunapata hapa? Uh, Watanzania wa haswa wa, uh, sisi wateja uh, wa, wa Kairuki Asante kwa majina, naitwa Matilda Kayungi, ni afisa mahusiano wa Kairuki Hospitali. Tuko hapa kwa ajili ya kutoa huduma zetu za afya na tunatoa huduma kwa yale magonjwa ambayo hayaambukizi. Mfano hapa tunapima presha, tunapima sukari, tunapima uzito na urefu, lakini mgonjwa anapata ushauri wa kitabibu. Tunafahamu kwamba watu wengi wanatembea pasipo kujijua afya zao kwa hiyo kupitia hiki tunachokifanya hapa kinawasaidia zaidi watu kuweza kujijua status ya afya zao. A, kupima ni free, huduma bila malipo. Ni mojawapo ya wajibu wetu sisi kurejesha kwa jamii. Kwa hiyo zile CSR tunazifanya kwa njia tofauti. Ya kwanza ni hii ambayo tunawapa watu wetu au tunaipa jamii inayotuzunguka huduma bila malipo, na mojawapo ni hiki ambacho tunakifanya hapa. Unapima kwanza, ataanza kwa kupima uzito dio, na urefu. Akitoka hapo atapima sukari no. Akimaliza anapima presha, alafu anaenda kwa daktari kupata ushauri wa kitabibu kulingana na yale majibu yake yaliyopatikana baada ya kufanya hivyo vipimo vyote no. Nipende kuujulisha umma kwamba sasa hivi Kairuki Hospital ni hospitali ya kwanza hapa nchini kwetu, lakini sio nchini tu, hospitali ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki na kati ambayo inatoa huduma ya kuondoa uvimbe bila kufanyiwa upasuaji. Una, Unasema? Yes, ni kwamba Kairuki imejenga historia hapa nchini kwetu lakini na nje ya nchi kwa sababu huduma hii inapatikana katika nchi nne tu hapa barani Afrika ambayo naanzia Misri, Nigeria, South Africa na sasa ni kwa Kairuki. Lakini nzuri zaidi ni kwamba mtambo huu au huduma hii ya kuondoa uvimbe bila upasuaji ni ile ambayo ni ya kisasa zaidi ukilinganisha na zile ambazo zipo katika nchi hizo nyingine. Lakini bila kusahau katika kitengo chetu cha uzazi pandikizi, tunajua Kairuki tuna Kairuki Green IVF ambayo inapatikana kule Bunju. Kituo hiki cha uzazi pandikizi kimepata ithibati ya kimataifa na kinatambulika kimataifa. Niseme kwamba ni mafanikio makubwa katika kituo chetu cha Kairuki Green IVF, lakini ni mafanikio makubwa katika sekta ya afya, hasa Kairuki Hospital. Tuzungumzie, mbegu zinapatikana wapi? Unachagua mwenyewe ukitaka mbegu ya, ya, ya, ya, ya, ya chotara, yani kama wewe ni Mswahili mwenzangu, inakuwaje? Au upatikanaji wake ukoje? Au wanakuja mtu na mwenzie yote hayo yanawezekana, lakini tu kikubwa ni kwamba tuonane kwanza na huyo mhusika, yeye atuambie ni kitu gani anahitaji, alafu taratibu nyingine zitafuata. Kwa hiyo hakuna kinachoshindikana, ndio chini ya kingo langu.